Tatu uwekewa mikono ya nne, wako mafuta matakatifu ya Krisma kwa kila mmoja alijiandaa kupitia sakramenti hii. Na toa mwisho itakuwa ni sala za uamini zitakazohitimishwa na kiapo Wana kipaimara, tunaanza na toa ya kwanza omiria. Ndugu zangu, tusimame, simameni waamini wote. Ndugu zangu, Yesu amesema Mfariji, Roho Mtakatifu ambaye Baba atampeleka kwa jina langu atawafundisha yote na kuwakumbusha yote niliyoambia mimi. Katika sakramenti ya kipaimara, na natujaza Roho Mtakatifu tupate kuungama imani kwa udhabiti, kupigana na adui wa roho zetu na kusaidia kazi za kutakasa dunia, tunajaliwa kuwa mashahidi wa Kristo. Na nyaka ya pili ya kurudia ahadi ya batizo. Tukua Biblia zenu tukarudia ahadi ya batizo ahadi. Menyanyua Biblia mkono wa kulia na mkono wa kushoto, weka wa Basi sote pamoja ninamkata. Na maswali masali manne yanayofuata, unaitika na sadiki, na kwa sala ya mwisho utaitika amina. Naanza na hiyo. Namna ninavyotoa sauti ni namna ya kumshukuru Mungu. Kama kasauti kako kanabaki kichini, ndugu muwamini, we naona utaelewa namna ya kumshukuru Mungu Namkataa shetani na mama yake yote na ila zake zote. <tipos> Nasadiki kwa Mungu Mwenyezi, muumba mbingu na dunia. Nasadiki kwa Yesu Kristu mwaname pekee, Bwana wetu aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa akafa akazikwa akafufuka katika wafu, ameketi kumi kwa Baba. Nasadiki kwa Roho Mtakatifu, Bwana mleta uzima, mtakayepewa leo kwa namna ya pekee kwa njia ya sakramenti ya Kipaimara kama alivyopewa mitume siku ya Pentecoste. Nasadiki, nasadiki kwa kanisa Katoliki, ushirika wa takatifu, maandori ya dhambi, ufuko wa wafu na uzima milele. Nasadiki. Hii ndiyo imani yetu. Hii ndiyo imani ya kanisa ambayo tunaona fahari kuyungama katika Bwana wetu Yesu Kristo. Baki mmeinua Biblia tuweze kuimba wimbo huu.

keni Biblia zenu chini. Tunaingia hatua ya tatu ya kuwekewa mikono, mimi pamoja na mapadre ambao tunaadhimisha misa hii pamoja. Ndugu zangu, tumombe Mungu Baba Mwenyezi Kwama wake hawatie Roho Mtakatifu wanaye hawa wateule waliozaliwa katika uzima wa milele kwa ubatizo. Naye Roho Mtakatifu atawaimarisha kwa mapaji yake maridhawa, kwa mpako wake atawafanya afanane na Kristo mwana wa Mungu mw. Ee Mungu Mwenyezi, baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ndiwe uliwazaa upya watumishi wako hawa kwa maji na Roho Mtakatifu, ukawaokoa katika ka dhambi. Basi Bwana, watie Roho Mtakatifu mfariji, wape roho wa hekima na akili roho wa shauri na nguvu, roho wa elimu na mgufu, ibada, wajazi roho ya uchaji wako tunabahayo tuna kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Tunaingia hatua ya nne ya kupakwa mafuta matakatifu ya krisma kwenye paji la uso la kila. Sasa chukua vifua vyenu chini, kwa unyenyekevu, Mungu, baba mwenyezi, salama iwe yetu sote njema kama vile imani, matumaini na mapendo, kwa yote pamoja nayo toka kwa roho yake Mtakatifu. Tutaitikia: Ee Bwana, kwa kuwa uwaombee hawa watumishi wake walioimarishwa kwa kwa paji la Roho Mtakatifu, wamekwisha kuwa na mizizi katika imani na msingi katika upendo. Sasa wamshuhudie Kristo Bwana kwa mwenendo wao eee! wazazi na wasimamizi wao, kwa kuwa wao wamejidhihirisha kuwa wasimamizi katika imani, basi kwa maneno na mifano yao wasichoke kuwahimiza hawa waliopewa kipaimara kufuata nyayo za Kristo. Amen. la Mungu na Baba Mtakatifu wetu Leo wa kumi na nne, na askofu wetu Almachius Vincent Lweyongeza na maskofu wote, kanisa hili lilokusanywa na Roho Mtakatifu likuwe na kuenea popote, likiwa na umoja wa imani na mapendo mpaka atakapokuja Bwana mwenguni Bwana, utujalie sisi wanadamu wote tutambue na kukiri kuwa sisi sote ni ndugu, maana mumba wetu na baba yetu ni mmoja. Tusiwe na ubaguzi wa rangi wala ukabila, bali kwa moyo mnyofu tufuate ufalme wa Mungu, ndio amani na furaha katika Roho Mtakatifu. Mtakatifu Mikaeli malaika mkuu tulinde katika vita wetu yetu katika maovu na mambo ya shetani uba tutambaan